Sikuwahi kufikiria kwamba kitu kama prostatitis kingeweza kuathiri maisha yangu kwa kiwango hicho. Nilianza kwa dalili ndogo, ikuamka mara kwa mara usiku kwenda chooni, maumivu madogo kwenye mgongo wa chini, na hisia ya kuwashwa kila ninapokojoa. Nilivumilia kwa muda, nikidhani labda ni hali ya muda tu, lakini hali iliendelea kuwa mbaya hadi ikaanza kuathiri ndoa yangu hata tendo la ndoa lilianza kuwa jambo la kuogopesha esi kwa sababu sikutaka, bali kwa sababu ya maumivu. Kwa bahati nzuri, rafiki yangu aliniambia kuhusu Prostalix. Alikuwa amesikia matangazo kwenye mtandao, na kwa kuwa nilikuwa nimekata tamaa, niliamua kujaribu ndiyo. Kusema ukweli, sikutegemea mabadiliko ya haraka lakini ndani ya wiki mbili nilianza kuona tofauti kubwa. Haja ndogo ilipungua, maumivu yakaanza kutoweka na usingizi wangu ukaimarika. Lakini kilichonishangaza zaidi ni jinsi libido yangu ilivyorejea. Ikwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi nilijihisi kama mwanaume kamili tena. Baada ya mwezi mmoja wa kutumia Prostalix, maisha yangu yalibadilika kabisa. Sasa naweza kucheka na familia yangu na sihitaji tena kukimbilia chooni kila dakika najihisi na nguvu, mwenye afya na juu ya yote i mwenye matumaini mapya. Kama wewe pia umekuwa ukihangaika kimya kimya na dalili hizi, usikae kimya kama nilivyofanya miezi yote ile. Prostatitis si hukumu ya mwisho. Linki ya punguzo iko kwenye maelezo ya video na kwenye maoni ya kwanza yaliyowekwa juu. Ndiyo muda wa kuchukua hatua na kurudisha udhibiti wa maisha yako.